Ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu hii ya Francademy, kwa sasa tutaendelea na somo la hisabati darasa la saba, ambapo tutaendelea na ile mada ambayo inaitwa kanuni ya Pythagoras, ambapo tutaangalia kile kipengele ambacho kinahusiana na umuhimu wa kanuni ya Pythagoras katika maisha ya kila siku, lakini vilevile tutaangalia kutambua pande za pembe tatu mraba. Tuanze na umuhimu wa kanuni ya Pythagoras katika maisha ya kila siku. Pythagoras e, ni jina la mwana isabati mgiriki ambaye alithibitisha uhusiano kati ya pande za pembe tatu mraba umuhimu wa kanuni ya Pythagoras katika maisha ya kila siku ya mwanadamu unaweza kupatikana katika mifano ifuatayo, katika hoja zifuatazo. Hoja ya kwanza, yaani umuhimu wa kwanza wa kanuni ya Pythagoras, ni kwamba hii kanuni ya Pythagoras inasaidia katika kupunguza umbali wa safari. E, kanuni ya Pythagoras inatumika katika kusaidia kupunguza mzunguko wa safari kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kwa mfano, katika picha hii hapa inaonyesha mwanafunzi wa darasa la saba anayeishi mtaa A na shule ipo mtaa C. Mwanafunzi huyu anaweza kutumia njia mbili kufika shuleni. Njia ya kwanza ni kwamba anaweza kwenda shuleni kwa kutumia barabara kutoka mtaa A kupitia mtaa B, na hatimaye kufika shuleni. Vilevile vile, njia nyingine ambayo anaweza kutumia mwanafunzi huyu anaweza kwenda moja kwa moja shuleni, yani anaweza katoka mtaa A na kwenda mpaka mtaa C, ambapo shule iko. Kwa hiyo anaweza akatumia hii njia ya kuzunguka. Njia kutoka mtaa mtaa A kwenda mtaa B alafu tena kwenda shuleni, hapa ataenda umbali mrefu, maana atachelewa kufika lakini akitumia hii njia ya kwenda moja kwa moja kutoka mtaa C kutoka mtaa A kwenda mtaa C e, hii ni njia fupi, atafika mapema kuliko kuzunguka e, kwa hiyo uhusiano uliopo kati ya hizo, e, hizo njia hii mitaa tutauona kwa kutumia kanuni ya Pythagoras. E, mtu anayejua kanuni ya Pythagoras e, akitaka ku y ataenda moja kwa moja, atatumia njia ya kutoka mtaa A kwenda mtaa C, kwa sababu anajua kwamba urefu kutoka mtaa A kwenda mtaa C ni mfupi zaidi kuliko kuzunguka kutoka mtaa A kwenda kwenda B alafu tena kwenda C. E, umuhimu wa pili ni kwamba hii kanuni ya Pythagoras inasaidia katika kuchora ramani za majengo mbalimbali mbali. E, wasanifu wa majengo hutumia kanuni ya Pythagoras kuchora ramani za majengo na vitu mbalimbali, kwa mfano ramani za nyumba za kuishi, majengo ya hospitali, e, shule majengo ya viwanda, viwanja vya ndege, barabara na madaraja. Ili kuchora hizi ramani, e, wasanifu majengo wanatumia kanuni ya Pythagoras. Inasaidia katika kutafuta umbali e, kutoka sehemu moja kwenda nyingine e, na kuweza kuweka kwenye ramani. E, umuhimu wa tatu ni kwamba hii kanuni ya Pythagoras inasaidia katika uchoraji wa ramani za miji mbalimbali. Wasanifu wa ramani hutumia kanuni ya Pythagoras kutafuta umbali na vimo vya sehemu mbalimbali katika kuchora ramani za miji. Kwa mfano, katika kutafuta mwinuko wa vilima na milima e, wanapima sehemu moja wapo alafu baadaye sehemu nyingine wapimi wanatumia kanuni ya Pythagoras kuweza kutafuta. Mfano katika mchoro huu katika hii picha wanaweza wakatafuta mwinuko kutoka hapa hadi hapa kwa kutumia kanuni ya Pythagoras. Maana yake wanapima urefu kutoka hapa hadi hapa na urefu kutoka hapa hadi hapa. Huu mwinuko wa kwenda juu wanaweza wasiupime e, wakatumia kanuni ya Pythagoras kutafuta. Kwa hiyo inawasaidia e, kuokoa muda katika, ku, e, katika kuchora ramani baada ya kwenda kupima kila kitu e, wanatumia kanuni ya Pythagoras inasaidia kupata umbali mm, na kuweza kuweka kwenye ramani e. Umuhimu mwingine ni kwamba hii kanuni ya Pythagoras inatumika katika kujenga msingi wa majengo yenye kona za mraba kati ya kuta mbili e, kama unataka kujenga, wajenzi wanapotaka kwa kujenga nyumba yenye kuta zenye kona za mraba e, zinazotengeneza pembe mraba e, hii kanuni ya Pythagoras inaweza ikawasaidia mm, pale kwenye kufanya vipimo kwenye kupima e, kwenye kujenga msingi Kabla wajajenga msingi huwa wanafanya vipimo, wanapima kwanza, alafu wanaweka kamba e. Sasa wanaweza wakatumia hii kanuni ya Pythagoras kuwasaidia kuweza kupima pembe yenye ukubwa wa nyuzi tisini e. Wanaweza wakaipima tena hata bila kutumia kipima pembe e. Wanaweza wakatumia hii kanuni ikasaidia kupima pembe yenye nyuzi tisini e, kwa kufanya mambo yafuatayo wanaweza wakapima e, wanaweza kupima urefu kutoka hapa kwenda hapa urefu e, labda tuseme, labda wamepima mita nne hapa, wanaweza kupima mita 4 hapa, wakapima mita tatu e, kwa mujibu wa kanuni ya Pythagoras ni kwamba hapa kama ni nne, hapa ni tatu, ile kiegema lazima kiwe na, na tano hapa lazima kutakuwepo na tano e, kwa hiyo wanaweza kupima wakakisia kwamba hii hapa imenyooka, kwamba hapa ni nyuzi tisini hapa. Sasa ili waweze kuthibitisha kwamba ni nyuzi tisini watapima hapa kuangalia, je, urefu wa hapa mpaka hapa ni tano. Isipofika tano wakati huku wamepima nne na hapa wamepima tatu, hapa isipofika tano, watafanya marekebisho Wakisha kwamba inafika tano, ikishafika tano, manake pembe ya hapa lazima itakuwa ni tisini. Kwa hiyo pembe hii wanaweza kaipima kwa namna hiyo. Hii pembe yenye nyuzi tisini wanaweza kaipima kwa kupima vipimo hivi, kupima hivi hapa, wakapima nne, hapa wanapima tatu, alafu wanaleta kamba ya kuthibitisha e, wananyosha kamba ya kuweza ya kuweza kuthibitisha kuangalia kama ni je, ni kweli ni tisini hii pembe, pembe, e, pembe iliyopo kati ya 4 na ukuta mm, wa nne na tatu. Hii je, hii pembe hapa ni tisini? Unaweza ukaithibitisha kwa kupima urefu wa hapa mm, kuangalia je, urefu ni tano, unafika tano yeah. Wakipima wakakuta ni tano, manake na hii pembe sasa ni nyuzi tisini. Hata yeah, wasipoipima itakuwa ni nyuzi tisini, hata mtu akienda kuipima Atakuta ni nyuzi tisini, pembe ambayo inapatikana kwenye urefu sasa. Kama wataki kuweka ukuta hapa, hapa kwenye tano, kama wataki kuweka ukuta wanaweza wakaiondoa hiyo kamba, lakini tiari itakuwa imesha wasaidia kuweza kupima pembe ya hapa mm. Kwa hiyo inatumika kwenye ujenzi wa msingi wa majengo yenye kona za mraba kati ya kuta mbili e, inatumika namna hiyo Kutambua pande za pembe tatu mraba. Pembe tatu mraba ni ile ambayo pande zake ni kitako, kimo na kiegema. Hiyo e, ndio inaitwa pembe tatu mraba. Ina hizo sehemu si tatu zenye majina kama hayo. Yaani upande mmoja unaitwa kitako, mwingine unaitwa kimo, mwingine unaitwa kiegema. E, pembe mojawapo ya pembe tatu hii ni pembe mraba yani, ni pembe yenye nyuzi tisini. E, ili tuseme kwamba hii ni pembe tatu mraba lazima e, pembe mojawapo iwe na nyuzi tisini, iwe ni pembe tatu, iwe ni pembe mraba. E, pembe mraba inatengenezwa na pande mbili ambazo ni kitako na kimo. Upande wa pembe tatu mraba uliorara unaitwa kitako na upande uliosimama unaitwa kimo. E, yani huu mstari unaitwa kitako na huu ambao umesimama huu unaitwa kimo. Mstari mkabara wa nyuzi tisini unaitwa kiegema. E, mstari mkabara na nyuzi tisini ule mstari ambao ni mkabara na nyuzi tisini huu, e, hapa um, ni, ni, ni, ni mkabara na hii nyuzi tisini huu mstari huu tunawita kiegema e. Urefu wa kiegema ni mrefu kuliko urefu wa kitako au urefu wa kimo e. Urefu wa kiegema huu urefu kutoka hapa hadi hapa ni mrefu zaidi e, ni mrefu zaidi kuliko urefu kutoka hapa hadi hapa, unazidi kitako, lakini vile vile unazidi urefu wa kutoka hapa hadi hapa unazidi urefu wa kimo. mm. Lakini urefu wa kiegema ni mfupi kuliko jumla ya urefu wa kitako na kimo e, huu urefu wa kiegema hu, e, urefu wa kutoka wa A kwenda B huu wa kutoka hapa hadi hapa ni, ni, ni mfupi ukilinganisha na urefu ambao ukiuchukua urefu wa kutoka hapa hadi hapa, yani kitako ukajumlisha na urefu wa kutoka hapa hadi hapa, ukichukua hapa na hapa ukajumlisha, yani ukichukua kitako na na kimo ukajumlisha, e, unapata urefu ambao ni mrefu kuliko urefu hmm, wa kiegema, urefu wa kutoka hapa hadi hapa. e, ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu hii ya Francademy, hapa kuna kazoezi inaomba ukafanye. Baada ya kufanya, naomba usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu hii ya Frank Academy, ili kusudi uweze kupata masomo mengine zaidi na zaidi. Asante sana kwa kutazama.